Unakuwa na akili timamu wewe? Mama, hii ni mbaya, hii mbaya, hata una adabu? Saa hii ni saa moja asubuhi na bado umelala? Ni msichana mgani amejipaga kimaicha bado kwa kitanda mpaka saa hii? Mama mshwali, si ni mapema bado? Saa moja ndio unaita mapema? Na hii tabia yako utaoleka kweli? Ni mwanaume mgani atakubali kuoa msichana mrese kama wewe? Sasa, mambo ya kueleka imegililia wapi, mama? Imegililia kwa diricha. Keti washanikwambie hakuna msichana walikalako sahii yako kwa kitada, hawawezi pata hata usigizi yakurara. Sahii wako bise bise huko ije, wanatafuta ma, mapesa mama atanlikaniamketu sahii. Keti washanikwambia ukweli ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kukwambia, na nitakwambia kwa sababu mimi ni mama yako. Hakuna mahali kwa hii dunia usigizi itakupereka tunaelewana? Nimesikia mama. A little strip, a little slumber, a little folding of your hands to rest and poverty shall come to you revocable. You better listen to me. Mimi ni mama yako nakwambia. Lakini ukiamuka mapema akili yako inakuwa very sharp. Na unaanza kukuwa very active na unaanza kupata mambo mizuri utatoboa kwa maisha. Nisikize nikikuambia mimi. Sawa, nimesikia. Eh, hey, shida hapo. Ukisema umesikia lakini najua napigia busi gitaa. Najua nikitoka hii mlago chenye nimekwambia yote imegigia kwa hii sikio ikatokea kwa hii ingine. Mam, nimekusikiza vizuri sana. Haya, ah, yeah. Lakini ujue maisha ni yako Keti. Na vile utaamua kuitegeneza ni chauri yako. Ujue ukiendelea kukua rese venye uko saa hii, rese utaagamia kwa maisha yako. Take it from me. Mmm, Ai! Keti, unalala nikikuogelesha. Mamo. Ay, mama, pa na mami sijalala. Hata una haya. Yani kiti umekuwa rese mpaka kwa akili. Akili yako haifanyi. Ni bure kabisa imejaa takataka. Hi? Yani wewe unalala wakati watoto wengine wako huko wanajituma kimaisha. Hapana mama, kisi hivyo. Si hata uende ukahagi muti kama vijana wengine walikalako. Hi? At least ukuwe Yusuf kwa hii dunia Mam, kwa sababu wewe ni very useless. Gadhia. Mam, nitakuwa naamka mapema. Kwa hiyo kitanda haraka sana hopeless. Na kutoka leo nimesema hivi, 5am, asubuhi isiwahi, unanisikia? Isiwahi kupata kwa kitanda, tumelewa na wewe. Sawa, mama Sawa. Sawa. Toka haraka utafute kasi ya kufanya hopeless. Mamo sasa nini nasumbua? Oh, mama sasa shughulikina maisha kasi, mbona nashinda kinisumbua ah